Namna hiyo hiyo ndo DK ambayo ya mtaalam afisa kilimo ni shamba darasa. Namna hiyo kama unavyoona chini pako vizuri, imezingatiwa palizi, amepalilia mahindi yake vizuri jamani hiyo ndo DK. ubebaji ndo huo kama unavyoona, ni hivyo kwambia, chini kimo cha chini ni matatu, moja, mbili, tunashuka chini la tatu, namna hiyo. Kwa hiyo sio mbaya sana ukajifunza kupitia mtaalamu na ukaelimika ukaenda kufanya na wewe kwa vitendo, mwisho wa siku huvune mafanikio kama wanavyosema wenyewe wanaotuletea mbegu ya DK, wataalamu wa DK anakwambia panda DK, vuna mafanikio. Shukrani sana, nimejifunza mengi. Niwashukuru nanyi ndugu watazamaji kwa kujifunza kupitia kripu hii, maana naamini kila anayeona anaenda kufanya na atafanikiwa bila kuzingatia tu vipimo kama alivyosema mtaalamu, zingatia huduma kama alivyosema mtaalamu mwisho, kwa kweli utavuna mafanikio kama alivyoelekeza mtaalamu. Hayo ni maelekezo ya kitaalamu. Kikubwa zaidi tena cha nyongeza, kuzingatia ardhi au udongo, kama alivyosema udongo ambao una mbolea ambayo imechanganyika na uozo wa miti na majani pamoja sio mbaya ukichanganya na mbolea ya mifugo, kwani na wenyewe hukufanya uweze kuliandaa shamba lako kwa uhakika kwa ajili ya kuvuna mafanikio. Shukrani, endelea kusubscribe pamoja na kulike ili uweze kuvuna mafanikio. Amina, kwa sababu leo ni siku ya Jumapili.